Jamani. Jamani. Jamani. Kwa nini, shida iko wapi jamani, postini nani taifa kwa umma eh? Postini taifa kwa umma, basi watu tukulie sasa na mambo mengi jamani, watu ndio wone timu, timu ni kwetu sisi, sisi wananchi, watu ni timu mweke hapo, ili mposti taifa kwa umma. Sio tunaweka kweli, muende kukaa na maovu jamani. Usi ndio kwa umma basi jamani, watulie jamani. Mbona mnataka tupeleke seka jamani? Eh? Hata watu wataki mtu afike Oktoba. Eh? Ah. Basi mambo mengine yakatokea makubwa huko, utakaye kulaumu nani? Wale wazetu wanaposti jamani, watu wazetu wana wanaacha watu jamani. Sisi kwani tunaendelea kukaa naye jamani huyu? Eh?